Naibu rais Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa serikali ipo kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kuwa, kuwa madeni ambayo hayajalipwa yatashughulikiwa kikamilifu ili kuhakikisha kuwa miradi ya serikali inaendelea bila misukosuko. Aidha, amepigia upato uwepo wa ugatuzi kama njia mojawapo ya kuhakikisha Wakenya wote kwenye kaunti wanapata huduma kwa urahisi. Waziri wa Afya Adan Duale kwa upande wake akifichua kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 59.3 kwa hospitali kote nchini kufadhili matibabu kwa mpango wa SHA. Mary Chalo anaarifu. Huku serikali za kaunti zikiendelea kulalama kutokana na kucheleweshwa kwa fedha za kaunti, naibu wa rais Kithure Kindiki ametoa hakikisho kuwa serikali kuu italipa madeni yote ambayo yamesalia ili kuhakikisha kuwa huduma za serikali zinaendelea kikamilifu.

Akizungumza kwenye mkutano wa 28 wa bajeti baina ya serikali kuu na serikali za kaunti mtaani Karen jijini Nairobi, Kindiki amepigia upato uwepo wa ugatuzi kama njia ya kuleta uwiano baina ya serikali za kaunti na ile ya kitaifa.

Magavana kwa upande wao wakiibua hisia na kupinga mfumo mpya wa ununuzi na kutoa kandarasi kwa njia ya kidijitali wakisema umefeli miezi mitatu baada ya kuanza kutekelezwa na serikali inapoendelea kuwahimiza wakenya kujisajili kwenye mpango wa afya ya jamii ya SHA, waziri wa afya Aden Duale ameweka wazi kwa serikali imesambaza shilingi bilioni 59.3 kwa hospitali kote nchini katika mpango wa SHA.

Receive service under the primary health care. merikealo Undugu TV